Maonyesho ya awamu ya arobaini na tisa ya kibiashara maaripo kama saba saba yameendelea kushika kasi, na moja kati ya huduma bora ambazo hivi sasa zinaendelea kushika kasi na kutolewa hapa nchini ni huduma ya nishati na maji na wengi kwenye mafanikio, lakini pia kuna kuwa kuna elimu kubwa ambayo inahitajika, elimu hiyo ambayo wewe ambayo unatumia kupitia kwenye mvuli wa EWURA, kuna EWURA CCC si, si, si, hawa ni washauri wakati yangu mimi na wewe ambao tunatumia huduma ya maji ambayo vinaingia vitu vingi humo ndani, kuna umeme, kuna gesi pamoja na mafuta. Leo tumewatembelea hapa reabanda banda la saba saba na nipo ni na Catherine Charles, huyu ni afisa huduma kwa wateja EWURA CCC. ni nini okay? EWURA CCC si, ni baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za nishati pamoja na maji. Na tunapoongelea huduma za nishati tunaongelea huduma zote za umeme nikimaanisha umeme wa TANESCO na pamoja na, na mambo ya gesi asilia, na mafuta pia tunaweka kwenye magari nikimaanisha mapetroli. Na kwa upande wa maji naongelea maji yote yanayosimamiwa na mamlaka za maji safi na salama, Tanzania Bara. Na kazi yetu kubwa sisi kama baraza ni kulinda pamoja na kutetea maslahi ya watumiaji wa hizo huduma za nishati pamoja na maji. Mtumiaji unafahamu ya kuwa una haki ya kuelimishwa kuhusiana na hizi huduma za nishati pamoja na maji? Kama ulikuwa haufahamu, unatakiwa ujue kwamba unatakiwa kuelimishwa kuhusiana na hizo huduma. Fika banani kwetu Sabasaba, tupo tu katika ukumbi wa Karume Hall, ili tuweze kukuelimisha kuhusiana na vitu mbalimbali vinavyohusiana na hizi huduma za maji pamoja na nishati. Karibuni sana banani kwetu ili muweze kuelimika. Na huduma bora ni haki yako, haki yako ni huduma bora. Asante na karibuni sana. Haki yako ni huduma bora. Fisa huduma kwa wateja Catherine Charles amemaliza hivyo. Sasa yale malalamiko ambayo wewe mara zote unakuwa unayazungumzia, unaandika kwenye mtandao mbalimbali ya kijamii, hawa EWURA ndio si, si, si, mpombezi wako na wewe ndio ambapo unahitajika kuwafuta. Kumbuka, haya ni maonyesho 49.